Kumi na tano. Naam, na sasa tuelekee makao makuu ya Tanzania, Dodoma ambapo serikali imewasilisha bungeni muswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba 4 wa mwaka 2016 unaopendekeza kufanyika kwa marekebisho katika sheria sita. Akiwasilisha muswada huo bungeni, mwanasheria mkuu wa serikali George Masaju amesema marekebisho yanayopendekezwa ni kurahisisha utekelezaji wa sheria hizo kwa kuondoa upungufu uliojitokeza Judika Karosai ana taarifa zaidi kutoka bungeni. Mwanasheria mkuu wa serikali George Masaju akiwasilisha bungeni mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba nne wa mwaka elfu mbili na kumi na sita unapendekeza kufanya marekebisho katika sheria sita. Lengo la marekebisho yanayopendekezwa ni kurahisisha utekelezaji wa sheria hizo kwa kuondoa upungufu uliojitokeza wakati wa kutumia masharti ya sheria hizo na pia kuaanisha masharti ya sheria zinazorekebishwa na masharti yaliyo katika sheria nyingine zilizopo. Mswada wa marekebisho ya sheria mbalimbali una lengo la kubadilisha baadhi ya vifungu vya sheria, kuongeza vifungu vipya na hata kufuta vingine. Mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya katiba na sheria Mohamed Mchengerwa alikuwa wa kwanza kuchangia mswada huo. Katika marekebisho ya sheria ya, ya mikopo misaada na dhamana sura ya 134, kamati ish inashauri kwamba maslahi ya Zanzibar katika mikopo yazingatiwe kwa upana pale serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inapochukua mkopo kwa niaba ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Katika kutekeleza suala hili, kamati ilishauri mamlaka zinazohusika kwa upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar zifanye kazi kwa ukaribu kwa faida ya kila pande. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika sheria ya bodi ya mikopo elimu ya juu sura ya 178, kamati iliunga mkono marekebisho ya sheria hii kwa sababu itatoa nafasi kwa Watanzania wengi wa, wa kipato cha chini, ili wanafunzi wengi wapate mikopo kwa elimu ya juu na ufundi. Marekebisho haya yanaendana na malengo ya sera ya nchi ya kuchukua jitihada kuhakikisha kwamba watu wote wanapata fursa sawa na za kutosha kuwawezesha kupata elimu ya mafunzo ya ufundi kwa ngazi zote za shule. Baadhi ya wakazi na wanachuo jijini Dodoma wana maoni juu ya marekebisho ya sheria ya bodi ya mikopo. Nafikiri wangebadilisha hivi kwamba tangu diploma, diploma kwa sababu diploma, wengine wazazi wao hawana uwezo wa kusoma diploma. Lakini pia wao, bodi ya mikopo, ningeomba wafanyie kazi kwa mfano. Sasa hivi nimejitokeza jambo, unakuta wanaanza kukata makato ya mikopo kabla hata haujamaliza hicho chuo. Sasa inakuwa ina maana gani? Kwa hiyo ni bora Wakatoa, wakaanza kukata mi, makato baada ya mtu kumaliza chuo, mpe kwa ule muda wa wakati ambao unaotakiwa mtu apewe mkopo ili afanye mambo yake yani, afanye vitu ambavyo vinavyostahili kufanya, sio namcheleweshea, mwisho wa siku mtu anashindwa na rudi nyumbani. Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jidi Kalosai wa TBC. <coughs>